Lee Min Ho ni mwigizaji na mwanamuziki maarufu kutokea nchini South Korea. Alipata umaarufu mkubwa mwaka 2009 alipocheza drama ya Boys Over Flowers kama Gu Jun Pyo. Lee Min Ho amezaliwa mwaka 1987 mwezi Juni tarehe 22 huko Seoul, South Korea akiwa ni mtoto wa pili na wa mwisho. Lee Min Ho hakuwahi kabisa kuwa na ndoto ya uigizaji, alitamani awe mwanasoka mkubwa sana. Akiwa katika shule ya msingi, Lee alikuwa ni mchezaji mpira shuleni licha ya kuwa mwembamba sana. Mwaka 2009 katika mahojiano na Asian Business Daily alisema kipindi yupo shule ya msingi, wanafunzi wanzake walikuwa wakimtania kwa kumwita skeletoni kwa kuwa alikuwa mwembamba sana. Lee Min Ho alianza kutamani kuigiza na modeling akiwa katika elimu ya kati. Mnamo mwaka 2006 alihitimu mafunzo yake ya chuo akisomea sanaa na design katika chuo cha Konkuk. Pia mwaka 2020 alichukua master degree ya filamu katika chuo cha Kookmin. Dini ya Lee Min Ho ni Buddhism. Yupo katika uigizaji tokea mwaka 2002. Anasimamiwa na Mim Entertainment ambayo ni kampuni ya dada yake wa kwanza aitwaye Lee Yun Jeong, na ifatayo ni safari ya Lee Min Ho katika uigizaji wake mapka sasa. Mwaka 2002 mapka 2008, na ndio ulikuwa mwanzo wake, ambapo alipewa nafasi ya kuigiza katika series ndogondogo. Mwaka elfu mbili na mbili mpaka elfu mbili na sita Lee Min Ho alionekana katika drama kama Romansi, ambayo ilikuwa ndiyo drama yake ya kwanza kucheza, kisha na Nonstop, Recipe of Love na Secret Campus. Baada ya kucheza drama hizo mwaka elfu mbili na sita Lee Min Ho na wenzake wanne akiwemo mwigizaji Jung Il-woo walipata ajali ambayo ilisababisha vifo vya marafiki zao wawili ambao walikaa katika siti za mbele. Lee Min Ho aliweza kuumia vibaya katika mguu wake na kuka hospitalini ndani ya miezi miwili, na ajali hii ilisababisha mguu mmoja kuwa mfupi kuliko mwingine. Baada ya kupona, Lee Min Ho alirudi na drama ya Mackerel Run ambayo ilipunguzwa vipanda kutokana kuwa na watazamaji wachache, hivyo ilionyeshwa vipande nane na tu. Mwaka elfu mbili na nane na alicheza drama kama Get Up, I Am Sam, Public Enemy Returns na Our School E.T. kwenye drama ya Our School E.T. Lee alipata urafiki na Kim Suro. Kim alipa sifa sana Lee Min Ho na kumwambia atakuja kuwa na umaarufu mkubwa sana baadaye, na ndiyo sababu ya kumpendekeza kucheza drama hiyo ya Our School. Mwaka elfu mbili na tisa mpaka elfu mbili na kumi naweza kusema ndiyo miaka iliyompatia umaarufu Lee Min Ho. Mwaka 2009 Lee Min Ho alicheza drama ya Boys Over Flower akicheza kama Gu Jun Pyo. Drama hii ilimpatia umaarufu mkubwa sana, magazeti na media zilianza kumwongelea na kumpa promo sana, na watu wengi walianza kumjua Lee Min Ho. Mnamo mwaka 2010 alicheza romantiki komedi itwayo Personal Testi akicheza na mwigizaji wa kike Son Ye Jin. Mwaka elfu mbili na kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na tatu, hii ni miaka ambayo Lee Min Ho alipata umaarufu wa kimataifa. Mwaka elfu mbili na kumi na moja alicheza movie iitwayo City Hunter akicheza kama Lee Yun Seo. Movie hii ilipendwa sana na mataifa tofauti tofauti kama Japani, Ufilipino, China na Ufaransa. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili Lee Min Ho alicheza drama ifahamikayo kama Face akicheza na mwigizaji wa kike Kim Tae Ri. Mwaka elfu mbili na kumi na tatu alicheza drama ya The Heirs akicheza kama Kim Tan. Mwaka elfu mbili na kumi na tano akacheza movi itwayo Gangnam Blues. Mwaka elfu mbili na kumi na sita alicheza movi ya aksheni komedi iitwayo Bounty Hunters. Baadaye akacheza drama ya Legend of Blue Sea si akicheza na mwigizaji wa kike maarufu Jun Ji Hyun. Mwaka 2017 Mei 12, Lee Min Ho alianza kulitumika jeshi kama kawada ya Korea, lazima mtoto wa kiume apitie jeshi. Mnamo mwaka 2019 Aprili 25 alimaliza kulitumikia jeshi. Mwaka elfu mbili na ishirini alikuja na drama itwayo The King of Eternal Monarch. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mpka ishirini na nne alicheza drama ya Pachinko, yaani msimu wa kwanza na wa pili. Na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano amecheza drama ya When the Stars Gossip na kumalizia na movie uitwayo Omniscient Reader. Pia lemin ni mwimbaji, ana nyimbo zake kadhaa, japokuwa sijaongelea sana upande huu kutokana na watu wengi tunampenda kutokana na uigizaji wake. Na hii ndiyo safari ya Lemin ho tangu mwaka 2022 mpaka 2025. Lakini tuangalie mahusiana na maisha yake binafsi. Lemin ho hajawa na wala hana mtoto. Ila ameshawahi kuwa na mahusiano na waigizaji wa kike kama Park Minyoung ambaye walicheza wote kwenye movie ya C. City Hunter. Bint huyu alicheza kama Kim Nana. Mahusiano yao yalikuwa katika mwaka 2011 mpaka 2012. Pia alishawahi kuwa na mahusiano na Bae Suzy, tena yalikuwa ni besti kapo. Mahusiano haya yalikuwa kati ya mwaka 2016 mpaka 2017. Haya ni mahusiano yaliyothibitishwa, lakini yasiyothibitishwa ni ya Park Shin Hye ambaye na Kim Go Eun hawa wote alicheza nao katika drama. Pia katika mwaka huu wa 2025 kuna tetesi ya kuwa anatoka na Song Hye Kyo. Kwenye upande wa utajiri kwenye mwaka 2024 mpaka 2025 mwanzoni, Lee Min Ho alikuwa na utajiri wa dola milioni 26. Na huu utajiri wake unatokana na uigizaji, uimbaji, kutangaza brand, social media promotion pia na real estate. Lee Min Ho anamiliki vila mbili za kilakshari huko Seoul. Lee Min Ho ni miongoni mwa waigizaji tajiri na wanaolipwa pesa kubwa kwenye uigizaji nchini South Korea. Lee Min Ho ni mwigizaji mwenye tuzo nyingi sana, amekuwa kwenye nominis mara themanini na moja na tuzo alizoshinda ni 43. Vitu vingine usivyo viju kuhusu Lee Min Ho ni hatumii kilevi kabisa, anajifunza lugha ya Kiingereza kwa ajili ya mashabiki wa kimataifa. Na huu ndio mwisho kabisa wa wasifu wa Lee Min Ho. Una maoni gani kuhusu Lee Min Ho? andika hapo chini.